Na niwaambie wale ambao hawakijui vizuri, mengine yote tunaweza kuvumilia yote, ila kwa mtu atakayetaka kuvunja umoja hatuwezi kumvumilia hata kidogo. Mtu ambaye anataka kuvunja amani ya Tanzania hatuwezi kumvumilia, hata tusamehe katika hilo, hatutamvumilia mtu ambaye anataka kuvunja amani ya taifa letu. CCM haiwezi kumuunga mpoo, na nikisema CCM, ujue ni sisi ndio tunatawala, ujue hiyo. Sisi si, si, si polisi, lakini tuna serikali ambayo tunaiongoza, na sisi tunaiambia amani lazima, na mtu atakayevuruga amani, waambieni CCM inakataa, ndilioweko madarakani kwa idhini ya Watanzania. Tunayasema haya hapa kwa sababu tunajua kwamba wako watu wengine, wako nje ya Tanzania, wengine si wa Tanzania, wengine ni wajukuu waliotutawala. Wanasema sisi mmekaa sana hapa, na sisi tunawauliza tulipojitawala, tulipatana tukae mpaka lini? <laughs> Kwanza wamekuwepo kwa muda mrefu zaidi, Wajerumani na Waingereza wamekaa kwa miaka sabini. Walipoondoka walituachia wahandisi wangapi katika nchi ambayo haina barabara? Walituachia madaktari kumi na wawili tena wa kuazima kutoka nje. Walituachia mtu mmoja tu amesoma masters, anaitwa Julius Nyerere. Mtu mmoja tu kwa miaka sabini. tulidai tena. Hao hao walikuwa wanatuambia hamjasoma, hamwezi kuondosha nchi. Mwalimu Nyerere akawaambia kama umeiba koti yangu na mimi nakudai, uwezi kuniambia itakutosha hiyo. Ni tatizo langu mwenye koti, sio tatizo lako wewe uliyeiba. Kwa nataka niyaseme haya, tuelewane wale wanaotwambia tumekaa sana, tunataka kuwajibu kwa kuwauliza tulipatana, tutakaa kwa muda gani?